Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira. Katika tangazo la kuitwa kazini, katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kuwataarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe hiyo 20 mwezi wa kwanza 2024 na tarehe kumi na tano mwezi wa nne elfu mbili ishirini na tano. Kwa matokeo ya walioomba kazi waliofaulu usaili huo ni kama ilivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye database kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo wa vya kazi baada ya nafasi kupatikana. <coughs> Wasailiwa wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao watazipata katika akaunti zao za ajira portal. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi wakiwa na vyeti halisi, yani original certificate. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi zitakapotangazwa. Mamlaka ya ajira kada majina ya walioitwa kazini. imetolewa na Katibu sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usahau kubonyeza neno subscribe, bonyeza alama ya kengele ili kuweza kupata taarifa pale tunapoachia video mpya katika channel hii. Asante na karibu.